CEO wa Bad Nation Mario ameonyesha mjengo ambao amemjengea mama yake mzazi, na ameshare video hii kwenye peji yake ya Instagram. Hapa ukiangalia kiwanja ni kikubwa sana, na nyumba ameijenga ndogo, ila ameongea kwamba eh, hii sehemu nyingine ambayo imebaki atakuja kujenga nyumba nyingine kubwa zaidi. So baada ya kushare video hii ameandika kwamba nikikumbuka tulivyokuwa tunaishi kwenye kichumba kimoja cha elfu 15 kwa mwezi familia nzima Kiwalani, minazi mirefu. Basi naamini utafurahi kuishi hapa, mama yangu kipenzi, ukiwa kama mama mwenye nyumba yako. Mungu akupe maisha marefu, vikubwa vinakuja, lia mama. Watu kibao wamekuja hapa kumpa hongera Marioo. Nimemwona Martin Kadinda ameandika mama ni kila kitu duniani mpende sana sana sana, hata ukisahau eh, kujiombea mama, always anakuombea ulinzi na mafanikio. Hashtag mamas love. Eh, mashabiki nao pia wengi wamepita hapa, nimeona eh, mwijako ameandika umeinua mapanga eh, na watu wengine wengi so huyu ni Marioo hapa akionyesha mjengo ambao amemjengea uh, mama yake of course, amejenga ya nyumba ndogo kwanza, ila hii sehemu nyingine ukiangalia kiwanja ni kikubwa sana kimebaki na amezungushia fence kote. Anasema kwamba atakuja kushusha bonge la dude hapo, akimaanisha mjengo. So, kumekuwa na uh, trend sasa hivi uh, ya mastaa wa Tanzania kupenda kuwekeza kwenye mijengo kama hivi. Hii ni nyumba ya mama yake so, imagine nyumba yake itakuwaaje? E, nafikiri itakuwa ni balaa zaidi akija kujenga dream house yake. So, kwa hiki ambacho amekifanya watu wengi of course nafikiri wamefurahi e, kuona kwamba muziki Ki unazidi kumnufaisha yeye mwenyewe lakini pia mama yake mzazi na familia yake kiujumla. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa kwa taarifa nyingine kila wakati.